Nakumbuka wakati tamthilia zilipokuwa tamthilia, enzi za Hujafa Hujaumbika, Sayari na Radi. Ni kutoka kwa Chrissant Mhengga Director aliyeibua mastaki bao Kanumba, Ray, Lulu, Cheni, Bambo. Sasa anakuja na tamthilia nyingine, Matata Dhamira. Ni tamthilia yenye msisimko wa kipekee. tamthilia yenye kugusa hisia za furaha na huzuni. Bado kivipi? Mpaka baada ya mazishi, utata na ufahamu. Kumbukeni kweli, ni kama msimeno. Busara sio ndevu, bali ni kujiheshimu. Yani mmekuwa ajanja sana mjini, sio? Ni uhondo wa kipekee hapa hapa.